Naitwa Nuru Jumanne nasomea ICT katika chuo cha Green Bird, kilichopo Mwanga Kilimanjaro. Katika kozi ya ICT tunasomea nyanja mbalimbali za kuhusu kompyuta. Uh, kompyuta inatusaidia katika kazi mbalimbali, kompyuta pia ina ajira mbalimbali hapa nchini Tanzania kama secretary steshonali na katika mawasiliano ambayo ikijoini na internet na mfumo mzima wa network. Pia katika chuo cha Green Bird kuna alimu wazuri waliobobea katika hii kozi ya ICT na kuna mazingira mazuri ambayo yanatupelekea wanafunzi wa kozi hii kuweza kupata elimu bora pia tunafundishwa kwa njia ya vitendo katika mfumo wote ya kompyuta, tunaonyeshwa. Hapa mezani kwetu kuna vifaa mbalimbali vya kompyuta. Hapa tuna system unit, hapa tuna screen au monitor. kuna hii hapa keyboard na pia tuna tuna nani liu mouse. Mimi kama mwanafunzi wa chuo cha Green Bird naisomea kozi ya ICT. Nawakaribisha wanafunzi wote mweze kuja katika chuo chetu, wanatoa elimu bora, walimu wapo bora waliobobea, kuna mazingira pia bora bora. Nawakaribisha katika chuo chetu cha Green Bird.